kwa upande wangu kwanza nimezaliwa na ulemavu ambao sina mikono nasoma fanya, hii fani ya iviast ni fani ambayo tunafundishwa ukiachana na kufundishwa mimi nilizaliwa nikiwa na kipaji cha kuchora kipaji cha kuchora kama unajua kama una kipaji cha kuchora ukaenda ukajiendeleza na kipaji kipaji cha kuchora sisi tunaitaga watu wasemaga kama artist maatisti, maatisti. Ukifanya artisti afu ukaenda ukajifunza tekniki. Kuna artisti na tekniki. Artisti afuati kanuni za uchoraji, lakini zile tekniki, mtu anayetumia tekniki ni yule anayefuata zile kanuni za uchoraji, ila artisti ana uwezo wa kuchora bila kubalansi vipimo, bila kutumia skeli ee, ili hey, mradi ifanyaje, fanyaje kitokee kitu anachokichora au kitu halisia anachokichora. Lakini ukiwa na zile tekniki, kwanza unachora kitu katika vipimo na unaonyesha uhalisia wake, pia unakielewa zaidi, tofauti na ule ambaye atisti yeye anaweza akachora kitu lakini akijui. Mimi nachora vitu vyote, lakini kwa sasa hivi nimebezi sana na swala ya uchoraji wa ramani za majengo Mi nilikuwa na uwezo wa kuchora chochote, kuandika maandishi, kuchora sijui picha halisia ya mtu. Nilikuwa na uwezo huo wa kuchora, mpaka sasa hivi ninao, lakini kwa sasa hivi nachora ramani za majengo kwa upande wa jengo, jengo kiuhalisia ili jengo likamilike kila kitu, kwa sababu uchoraji wa ramani sio kwamba unachora tu ramani ilivyo. Ramani unaichora yenyewe, ukishaanza kuichora, unatakiwa ionyeshe elevation zake, jinsi jengo litakavyokuja kuwa, unavuta picha, ukuta wake utanyanyukaje, na unatakiwa uchore jinsi ya upauaji wake, unatakiwa uuchore alafu then, baada ya hapo kuna kukata section. Ukikata section section, yaani inaonyesha material ambayo yatatumika katika ujenzi huo, upauaji na vingine vingi tu ambavyo vinaonekana bina katika ramani. Mimi natoa nyumba zote za kawaida na magorofa zote nachora. Changamoto mi nazokutana nazo kwa upande wangu, baada ya kuja VETA, ukiachana na VETA tu hata nilipokuwa nasoma so, na msingi sekondari ni matiro katika seme meza, wakati mimi sehemu yangu ya kuandikia. Kwa upande wa VETA nilipokuja mara ya kwanza kweli VETA sikuwa na meza ya kufanyaje, ya kuchorea ni, kwa sababu sikuwa na meza ya kuchorea nilitafuta stuli. Kulikuwa kuna kistuli kidogo kilikuwepo pale, yani sikujua kilikuwa ni cha nini. Kile kistuli nilikitumia kuchorea. Ni yani, pasipo kuwaza, si suri ni ndogo, nilikata karatasi ya A3, hizi karatasi sini kubwa hizi za A3, mi ndikata irudi katika A4 ili niiweke pale, nibandike, nichore. Baada ya hapo, niliongea na mwalimu wa CJ, yani wanaohusika na masuala ya kuranda, kutengeneza hizi meza. Kikubwa mi nachokitaka tu nielewe nini nachokifanya mpaka sasa hivi, sasa meza sijapata. Alafu kitu kingine kwenye masuala ya uchoraji, changamoto nyingine ni vifaa vyetu, kompyuta, kompyuta Kisabu, ramani, Bada. Ukiangalia kwenye masuala ya kompyuta zetu zinauzwa bei ghali, kompyuta ambayo unaweza ukaifanyia kazi mpaka makaanae ikakamilika, kwa sababu unatakiwa ramani uchore, ukishamaliza kuchora ramani uionyeshe elevesheni yake, baada ya kuonyesha elevesheni ukate sekshen, baada ya kukata sekshen uje ulitoe uli, uli tena ilipaa uliweke pembeni, uweke sema, kwa mfano mtu anakuambia anataka kitanda changu unionyeshe kitakaa wapi, kabati langu litakaa wapi. Baada ya kufanya hivyo, urudishe tena paa, ulirudishe nikae kwenye, kwenye floor plan. Baada ya hapo, unatakuwa ulende uweke urembo hasa po kwenye kulenda. Kompyuta nyingine inaweza wakati unalenda inaweza ikazima kabisa, yani ikazima kutokana na zile programu. Ambazo changamoto unaipata ndio hiyo, yani kwenye ununuzi wa vifaa vya uchoraji. ajio yangu baada ya kuhitimu VETA na mpango wa kuja kuwa injinia mkubwa wa uchoraji wa ramani za majengo, nasiotoa ramani za majengo, chochote ambacho kinafaa kuchora, kinafaa kuchora kutumia programu, programu ambazo zn